Unaejua jema na baya, wasafi na wenye dhambi. Unataka kuniambia nini juu ya huyu binti Bel? Unataka kuniweka matatizoni? Huu mkufu Sele anaujua <laughs> Hey, hey, najua kuwa anaujua. Unahisi hali yako ya kukosa usingizi, karibu na mimi merudi, maana jana siku nzima tulikuwa na furaha sana. Upo wapi? Huyu mwanamke anafanya nini hapa? Nini kinaendelea kati Yes. Yes. Vyovyote ilivyo hii ni mistake ambayo Kojak anajui. Ni wazi kabisa yule binti amealikwa na Mr. Kiwele. Wewe unajua kabisa tabia ya yule mzee anavyopenda kucheza na vibinti. Whatever it is, ma'am, aibadilishi kwamba yule binti ndio chanzo cha mimi na Kojak kuachana. Alafu mbona una sound kama unawivu kwa Kojak? Is this really? antlv kama kweli una wivu kwa Kojak, utakaa hapa tufanye kile kilichotuleta kili hapa, lakini ukiondoka, kila mtu apatajua umeondoka kwa sababu ya wivu kwa Kojak, na unajua kabisa umekuja hapa kwa shuruti zako mwenyewe. <tis> <tis> Unajua mwanzoni minayo, wakati tunaonana, uliahidi kumpenda Rozi na uliahidi uli kuto kumtafuta babake mzazi. Ilifikia hatua ulikuwa unataka kumbadilisha hata Rozi dini ili aweze kuwa mtoto wangu kabisa zaidi. Kwa nini kila kitu kimebadilika baada ya kukutana na Hakuna kilichobadilika wewe, hakuna chochote ambacho kimebadilika, isipokuwa matendo yako. Ewe ndio yanayoleta mimi hasira na kitu chochote kinacholeta kuhusu Richard kwenye akili yangu uh. Unakumbuka ulimwambia nini Rosie tulipokuwa tunamwangalia Richard kwenye TV? kwa nini Rosie amchukie Richard kwa sababu gani, wakati hawajuani kwa lolote? Ongea Wena, bosi Richard somba bake mzazi wazi sio bosi Richard? Ina maana Richard alikuwa bosi wako? Ndio huyo uliosema alikubaka Baba! <laughs> Awena, niambia ukweli. Richard ni bosi wako baba? Kuna nini? Awena, niambia ukweli baba. Rozi, oi nenda kale. Awena, niambia ukweli, sema ukweli. <o> <laughs> Nakumbuka hilo. Unajua kwamba familia yangu ni mashabiki wakubwa sana wa nyimbo za Simon. Najua hilo, mheshimiwa <laughs> eh? Mm. Ya, tutajitoa kwa lolote lile ili tumfanyie uzinduzi mzuri sana wa ile albumu yake afu uendani na azi yake. Nashukuru hmm? sana mheshimiwa. <laughs> Yeah. Nashukuru sana sana. Yeah. mm -hmm. Lakini sijamwona Liam. Yuko wapi? Kuna tatizo kuhusu Liam. Nini shida? Bado hajasahau Kifo cha mama yake. <coughs> Mheshimiwa, uko sawa? Ya, niko sawa. Ulikuwa unasema? Anasema <coughs> uh, nadhani Liam anahitaji mwana psychology. Mama. Ngoje mm -hmm. Mimi niwaache mzungumze. Samani sana kwa kilichotokea. I hope umeelewa situation. I situation? don't care. <laughs> You know what? Natamani sana kujua siku zote za maisha yako zilikuwaje bila mimi. Koje kuna kunanipotezea muda tu bure. Emwe tu baba yako tumalize hii na mimi niondoke. Okay. Nakwambia <tukana> asante ah, sana mwanamke mm, maridhawa janja janja ah. <tukana> <tukana> <tukana> no mtundune Beli, usivute sigara. Why? Ni hatari kwa afya yako. <tukana> Mtumishi vipi? Mtumishi eh, Naam. Kulikoni, umeingia mpaka huko ndani? Ah, samani, nilikuwa nataka kwenda msalani, nimekosea. Sasa shuka hapo chini, utakuta wahudumu watakuelekeza mahali watu ilipo. Ondoka. Tafadhali. <laughs> <Bella. laughs> Sasa unacheka nini? Mtumishi wa Mungu amekutana na shetani. Uishi vituko. Amina. Nikusaidie kufunga. Relax. Fungo. Simon, uko sawa mwanangu? Niko sawa baba. Ha? Niko sawa Haonekani kama uko sawa lakini. Ah, niko sawa <laughs> mambo ya vijana haya, wazee wazangu, atakuwa amepata artist fever. Unajua msanii mkubwa huyu amekuja kwenye shughuli yetu hii, na muda mwingi hajapata muda wa kuimba, lakini naamini, naamini akipata muda wa kushika mic na kucheza kidogo na kuimba atakaa sawa. Nadhani ni wakati mwafaka tuanze karamu yetu, au unasemaje, mtumishi? Ah, bila shaka. Mungu atangulie sote. Wazee wenzangu, tuendeni tukajumuke kwenye karamu yetu, tusikie na sauti ya kijana wetu akiimba. <laughs>

Faili limetoka masijala bosi. Unaenda wapi? Kiburi fulani hivi kana nifanya nikumbuke Tecla Ovawena amesha tuwacho. Si, tumwambie nini bose?

Karibuni jamani, unaendeleaje? Eh, salama, lakini katika siku ambazo Sele kasumbua, leo kasumbua, yani ni amelia, ila bora umerudi, maana nimechelewa sana kwenye mkutano, omba ni wache jamani. Haya, hamna shida. Haya, dada kwa heri. Huyu hapa, Mm. Ni kijana wangu anaitwa Sele na bahati mbaya wakati mamake anajifungua alifariki. Oh. Jamani, pole sana. Pole. Asante sasa. Mara nyingi huwa tu namwacha na majirani kama hivi ninapokuwa nimeenda kazini. Eh, lakini naamini kwa uwepo wenu, wewe na Rose, nadhani maisha yangu mimi na Sele ata yatakuwa mapya. <coughs> Asante sana kaka, nakushukuru. Basi mwanangu, au mlete la situ nani mchokozi? Nani mchokozi? Basi na nakushukuru sana kakaangu, Mungu atakulipa Bas, nyamaza mana aku bas, nyamaza, nilikuwa gizani mawazo mengi kichwani, uliniokoa ukanitoa mashakani. Nilikuwa gizani, mawazo mengi kichwani. Habari za jioni, Jesca na Kombo, usogea panelipo, please.

So, eh, pole sana. Ah, sa, mheshimiwa binti yangu, ah, usijali usijali, unaitwa nani? Mi naitwa Rozi na ni <laughs> babangu <laughs> anaitwa Mzee Saidi. <laughs> Mi ni shabiki yako namba moja. Nakufuatilia sana <laughs> ah. Asante sana kuwa shabiki yangu. Uh, nikikutizama naona kama flani namkumbuka, namjua vizuri, lakini sikumbuki sikumbuki, <laughs> ni mtu gani, lakini usijali, watu wa, <laughs> wanafanana, unajua yeah. Asante <laughs> sana Mheshimiwa baba, kuna nini? Naniambia baba, awe naniambia, naniambia kweli